Nataka muone tu zinaa ilivyo mbaya, ikiingia kwenye maisha yako, namna ya kuiondoa hiyo taabu ambayo umeingia ndani yake. That is my point, hiyo ndiyo ambayo nataka kuzungumza hapa. Ikimbieni zinaa, ikimbieni zinaa. Kila mtu atendaye dhambi ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Kwa hiyo ni black and white, yani dhambi ni dhambi. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi, dhambi ni dhambi, na mshahara wa dhambi ni mauti. Hakuna namna, yani hakuna, hakuna vitu vya kupakapaka mafuta hapo, na siwezi kupakapaka mafuta na Mungu anihurumie hasa. Nina mambo machache ya haraka haraka kwa sababu ya muda wangu wa asubuhi, lakini pengine jioni tutaendelea hapa hiyo tra, eh, sexual transmission cas STC ambayo ilikuwa juu ya uso wa nchi. Eliya aliomba mara saba. Kwa hiyo, kwanza nataka nikuambie kama umeingia kwenye hiyo sexual transmission cas, lazima ukaze buti. Pull up your socks. Pull up your socks. Yani, lazima ukaze buti uingie kwenye maombi very serious Sio maombi ya kupakwapakwa mafuta. Umezini unamaliza, unaambiwa kanyaga bendera haa, ya Israeli wanavita saa hizi huko. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Wewe umezini, unamaliza, wanaambia rahisi tu, kanyaga bendera, njoo pakwa mafuta, kunywa mafuta. Never, ever, usidanganyike. Kuna toba, lakini kuna gharama ya maombi. You have to pay the cost of mistake kwa maombi, maombi ya kufunga. Elia anaomba mara saba Si kitu cha kawaida. Eliya alikuwa na upako na neema, lakini kuondoa jangwa, ukame na ukaufu ulioingia kwenye maisha yako, you must pray. Sibembeleze, usiambiwe mara njoo na sadaka e, leta hiki hapa. No, no, no, no, no, no. We have to pray. Sadaka sawa, lakini na maombi. Hata Eliya alitanguliza sadaka ya maji, lakini baadaye maombi ya muda mrefu na sio ya kukata tamaa. Na nataka kuzungumza nini hapa asubuhi hii ya leo nataka kuzungumza juu ya mambo ambayo yameleta ukame na ukaufu na jangwa kwenye maisha ya kwako, na jana nilizungumza juu ya ma, uh, uh, namna ambavyo vyama vya kipepo vya kichawi vya kimajini na utajiri wa kipepo wanavyotumia zinaa kama mlango na kama madhabahu ya kuhakikisha wanavuna nyota na visimati na bahati na karisma kwenye maisha ya watu, na hiyo hakuna namna nyingine nyota itakuchomoka, kisimati, bahati, neema, kibali, uwezo wa kuzalisha. Na hasa twende taratibu kwa sasa, kwa namna ambavyo zinaa imetapakaa, wewe utakubaliana na mimi tu ni makampuni machache yanayozalisha kwa faida, ni biashara chache zinazokwenda kwa faida, ni huduma chache za kiukweli kabisa ambazo zinaenda. Unaona kabisa huduma ya kiroho ya kiukweli, manake kuna hizo nyingine hizo hizo za, za sexual transmission cases hizo hizo ambazo watumishi wake wanaenda wanafanya zinaa, ni moja ya matambiko na makafara wanayofanya kuvuta watu kuja na kujaza uwanja na vitu kama hivyo lakini tunazozungumza hapa kuona nguvu ya uzalishaji katikati ya vitu vingi ni kama imepungua kwa sehemu fulani. Sasa ninazo case study chache hapa ambazo pia jana watu wamezungumza, wame wametoa shuhuda, wametoa testimoni, na ninamshukuru Mungu sana. Dada mmoja alinipigia simu jana akaniambia, ni mmoja wa wafanyabiashara wakubwa, alikuwa amepanda mtaji wake ulikuwa unaenda kwenye takribani karibu zaidi ya ya bilioni ishirini. Mfanyabiashara mkubwa alikuwa amejichimbia kikweli kweli, kwa anazunguka hii dunia, na akanipigia simu akaniambia, mchungaji, hapa nilipo hapa nilipo navyoongea na wewe kwenye hii simu hata vocha ya kupiga simu mimi nimewekewa na mdogo wangu aliyesikia mahubiri ya asubuhi ya leo jana. Nikamwambia unasemaje? Akaniambia mchungaji, nilikuwa naizunguka hii dunia, nilikuwa na biashara, nilikuwa na malajesi supermarket, nilikuwa nina kampuni za usafirishaji, nilikuwa ninaanza kuingia mikataba kuwa na usafirishaji wa anga kwenye nchi yetu, lakini sio hapa Tanzania, lakini ananiambia kile ambacho kimetokea, mwanasiasa mmoja, kiongozi wa serikali alinyooka na mimi, alihangaika na mimi vibaya mno, lakini anaambia mchungaji, nilikuwa nadaiwa, nilikuwa napitisha mzigo bandarini, na yule mtu alikuwa na influence alizunguka na mimi kiwango ambacho alihakikisha ananitolea mzigo ambao ningelipa dola milioni tatu dola milioni tatu, lakini alihakikisha kwamba ule mzigo ameuklia ili anipate, na nilivyoona ukarimu wake na mimi nikamrudishia ukarimu. Kwa hiyo tukasafiri kwenda Ufaransa wakati wa Christmas, tukaenda tukaspend some night huko Ufaransa anaambia mchungaji yule, bwana ninavyozungumza na wewe saizi ni kiongozi ni president wa nchi. Wakati alikuwa waziri mwenye dhamana juu ya bandari na vitu kama hivyo, lakini saizi ni president kwenye nchi fulani. Yeye anaenda ni hata nikimpigia, hata nikimkumbusha, yaani hata ana mpango na mimi lakini nilipokuwa naye niliona huko mgongoni tulipokuwa Ufaransa, amechora matatu ma mengi mengi tu huko mgongoni, kifuani na maeneo mengine mbalimbali, lakini mimi siku nikafikiri labda ni enzi za ujana wake, lakini baadaye ndio nagundua kwamba yale yote alikuwa ni maagano na mangufu aliyokuwa amejisimika nayo na mapete na mamikufu aliyokuwa amevaa kwa hiyo yeye saa hizi ana anawika ana anawika sana, ana influence na ni presidenti, lakini mimi vocha ya simu hii ninayokupigia nimewekewa na mdogo wangu, nimeisha kau kau na sijui nafanya nini, siwezi kusafiri hata nije huko. Nikaambia wala uhitaji kusafiri, unahitaji upate nafasi ya mafungo na maombi huko huko ulipo na Mungu akuonekania ukaufu unaopita kwenye zinaa, ukaufu na jangwa, ukaufu na jangwa na ukame kwenye maisha ya watu, consider your way, kusali nyi chamkaroyani. Lakini mtu mwingine ambaye alizungumza na mimi pia ni mchungaji yee anazungumzia kutoka Zambia. Acha nitaje tu hiyo nchi ya Zambia. Anasema ni miongoni mwa wachungaji walioinuka na huduma kubwa ndani yake. Alikuwa na maono tangu akiwa a very young boy, kiwa kijana mdogo, na alikuwa na utafuta uso wa Mungu kwa mafungo. Ananiambia, ni milima ipi ambayo sikulala mimi Zambia, milima ya maombi ambayo sikulala Zambia, milima ambayo nilikuwa nikitafuta uso wa Mungu usiku na mchana? ni mafungo gani ambayo sikufanya? Ni mafungo wakati mwingine siku saba kavu so, wakati mwingine siku ngapi kavu ninaenda kwenye maombi na kutafuta uso wa Mungu. Nimejoin theolojia, nimetoka chuoni, nimekuja, nimeanza huduma kwa maombi na kutafuta uso wa Mungu. Sasa kanisa likaongezeka sana, nikawa natumika vizuri, kanisa limeongezeka limestawi. Anaambia mchungaji, huwezi kuamini Alitokea mama mmoja from nowhere, ni tajiri, anajulikana kwenye nchi yetu ya Zambia. Akawa anakuja kusali pale tu na alikuwa hata sio msharika wetu, lakini alikuja pale, akawa anasimama hivi sadaka, yani, yeye ni milioni mamilioni tu sadaka, ama mamilioni mamilioni mamilioni. Lakini kukawa kuna wakati ambao tulikuwa tunataka kununua vyombo vya vya muziki na uh, jukwaa la mkutano wa Injili na gari ya mkutano mkubwa, ile gari ya mobile car ya kwenda kwenye mikutano ya Injili. Yule mama akasema it is okay. I will pay, lakini mara hii ninaomba uh, mchungaji lazima nawe upate exposure kwanza. Akanipiga na kitu kizito kichwani, gari ya milioni mia mbili chap ya kutembelea. Hicho ni kitu kizito kichwani. Kwa akaniambia, kwanza akanipigia, akaninulia gari akaninulia nyumba, sio kiwanja, nyumba a very expensive area. Anasema Mungu amenituma kwa ajili ya kulea huduma yako. Mungu amenituma na ananena kwa lugha masaa ishirini na nne yerikabasirobu, vibaya mno. Kwa hiyo akasema, sasa akawa kama ndio mama, mimi namwita mama, mke wangu anamuita mama, yani mama mama mama hivyo na hata anamsomea mistari, anamwambia hata Yesu alilelewa na wakina Mariamu na Marta. Kuna na mistari ya kusimamia, usisahau <laughs> hebu punga mkono wako pamoja na mimi wao. Akasema wakapanga safari sasa kwenda kwenda kwa ajili ya kuchukua vyombo. Akasema mara hii nitaondoka na mchungaji kwa ajili ya exposure. Mchungaji nawe upandage ndege, jamani Emirati, eh, tupite Dubai, tukitoka Dubai twende China ndiko tunaenda kuchukua vyombo, mchungaji. Bwana amemwona mtumishi wake. Nimrudishie nini Bwana kwa ukarimu alionitendea? Nitakipokea kikombe cha uokovu na kulitangaza jina la Bwana. Kwa hiyo wakaondoka wakaenda Dubai, na walipofika Dubai anasema shughuli ilianzia hapo. Sikuamini yule mama alikuwa namuita mama yangu, amechukua single room na Dubai sipafahamu. Akamwambia mchungaji, ndio hivi, haya ndio maisha. Anasema akanishawishi wala, yani hivyo, kesho yake nimeamka nimejikuta nimekunywa na pombe na nimelewa, na kesho kutwa yake tulispend almost seven, seven days Dubai, tunaondoka tukaenda China, tukaenda kununua vyombo, tukakaa mpaka na extra huko. Nyumbani napiga simu tu, bado tunafanya shopping bado, amna, yeye ndiye anajua njia, hanipeleki huku Tukaka, almost safari anasema ilikuwa ya mwezi mzima huko, eh, duniani. Alafu baadaye akaenda akanunua vyombo. Anasema mchungaji, anguko langu liligharamiwa na yule mwanamke dola laki tatu yaani, yani ile spending, spending tu dola laki tatu, yule mama alitoa hela. Anasema baada ya hapo mchungaji, hata mistari ya Biblia sikumbuki yaani hakuna kitu nachokumbuka huko kichwani, kime vimefutika vyote. Kanisa limesambaratika hata yale mavyombo yaliyokuja, hayana kitu, yameungua. Kila kitu, nina kisirani cha kutosha ambacho ninatembea nacho, ananiambia, na hii ni kwa resma ya kwangu na Mungu anisaidie nipone. Lakini kama alivyosema pale mwanzoni You you must pay the cost. You have to pray. Lazima uombe. Wapendwa, kwanza nataka nikutie moyo. Maombi ya Eliya yanaweza kuondoa mateso kwenye maisha yetu. Through prayer, kupitia maombi kama Eliya aliomba jangwa likaondoka inawezekana. Lakini you must pray. Sasa nina mambo machache hapa ya haraka, na dakika zangu zimeisha. Kimsingi Habakuki uh, uh, kuna mambo mawili hapa. Kwanza kuna mstari nimesoma katika kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa nne. Biblia inasema mauti ipo sufuriani, e mtu wa Mungu, mauti imo sufuriani e mtu wa Mungu. Hapa nataka kuzungumza nini hapa? Mauti imo sufuriani e mtu wa Mungu. Basi wakapakua ha, wakapakulia hao watu ili wale. Ikawa walipokuwa katika kula chakula, wakapiga kelele, wakasema mauti imo sufuriani e mtu wa Mungu, wala hawakuweza kula. Ishia hapo, hapo. Wapendwa, ninawaomba, mimi ni mchungaji wenu, sitawadanganya. Ninawaomba kwa neno la Mungu, usiende kuhongwa chochote cha zinaa ukaja ukakaanga zinaa kwenye sufuria yako hii. Wa mama wa baba, wenye watoto, usiende kuchukua zinaa ukaileta kwenye sufuria nyumbani, ukachemsha na kukaanga zinaa kwenye sufuria ukampa mtoto wako, mauti imo sufuriani. E, mtu wa Mungu mauti imo sufuriani. E, mtu wa Mungu. Dada mmoja mume wake alifariki akamwachia watoto watatu, akatokea baba mmoja from nowhere, ni mume wa mtu, akamwambia ninataka, ninakuomba uzae na mimi mtoto huyu mmoja mume wako si marehemu, naomba nizae na wewe mtoto mmoja, lakini nataka nikupe kwanza kabisa mtaji. Yule dada anaishi kwa shida. Nataka nikupe mtaji wa milioni sabini kwa ajili ya kuanzia maisha, na nataka nikujengee na nyumba, lakini uzae na mimi mtoto mmoja. Yule mtumishi wa Mungu, yule binti akaniambia, mchungaji, sasa nimefika kwenye jaribu zito nikamwambia subutu, subutu kupokea hiyo ofa ya laana, uje uchemshie watoto wako zinaa? Watoto watatu ambao mume wako amekuachia wachemshie kwenye sufuria, wakaangie zinaa. Hakuna kitu utakachokuwa umepanda cha uharibifu kwenye maisha yako kama hicho. Usisubutu. Ukiona hawali, ukiona hawalali ukiona hawanywi, ukiona hawasomi, makanisa yako mengi, kila mahali pana misalaba, nenda kawatupe kule madhabahuni, waache huyo padri au mchungaji akiamka akute watoto hapo madhabahuni, lakini do not usije ukawachemshia watoto wako zinaa. Leo yule mama ananishukuru kwenye maisha yake, lakini yule bwana alihangaika naye kwa, kwa kila njia. Sasa huyo ni mjana, lakini kuna watu ofisini ni bosi wako anakupa fedha anakuongezea fedha anakupa safari, mnasafiri naye unakuja na tripu, umebeba mamilioni, unakuja kununulia watoto wako chakula, unawavalisha na nguo za zinaa, unawakaangia kwenye chungu, unachemsha zinaa kwenye sufuria, unampakulia mtoto wako na balaa, unakuta na baba yake yupo, unachemsha mle kwenye sufuria. Nawaambieni kwa neno la Bwana, mauti imo sufuriani. Ee mtu wa Mungu, Mauti, the result, hawa watoto wote watakuwa mapooza kwa sababu wataishi kwenye ujangwa na ukame na ukaufu, na utakuwa umeharibu uzao wa tumbo lako na uzao wa ziwa lako, utakuwa umeharibu na kuleta haramu mbaya kwenye maisha ya kwako. Do not. Sasa hapa pana mambo mawili, kuna wanawake au wamama walio practice kuchemsha zinaa kwenye sufuria hiyo ni moja. Mbili, kuna wale waliochemshiwa. Kuna watoto ambao wamechemshiwa, wamekula, wana afya ya sufuria iliyochemsha zinaa. Mungu akupe neema ya kuelewa ile ambalo nazungumza kwenye Kwaresma ya mwaka huu, zitafakarini njia zenu. Umekaanga zinaa kama chapati hivi, ukampakulia mtoto akamaliza, akasema asante mama <laughs> alafu unataka kesho aje kuwa kama mtoto wa mtu mwingine haiwezekani. Nenda kaulize wanawake wawili. Yerusalemu kulikuwa na mwanamke mmoja, ni mke wa mchungaji ambaye watoto wake walikuwa wanafanya zinaa na akawachemshia zinaa kwenye sufuria, na mwanamke mwingine anaitwa Hana, alikuwa na mtoto anaitwa Samueli. Tena kwanza alikuwa tasa, baadaye akapata mtoto akawa Samueli, mtoto aliyesogezwa madhabahuni kwa maombi anaitwa Samueli. Wale watoto wengine wa mke wa Eli, mama mchungaji, wakawa wanafanya zinaa na yeye anafanya ule anawachemshia zinaa kwenye sufuria. Nataka nikuambie walikufa siku moja, yeye na baba yao wote wakafa, kwa sababu mauti imo sufuriani, enyi mtu wa Mungu. Lakini yule mama muombaji Hana tunaye Samueli mpaka kesho kwenye hii Biblia. Hebu punga mkono wako pamoja nami alafu mpigie Bwana makofi mengi. Huwezi kuja kuwashindanisha watoto wa mwanamke mwombolezaji anayeomba na kufunga na Kwaresma na kulala kwenye madhabahu na kuwalisha watoto wake matembele kwa haki, halafu wewe unawalisha watoto wako kitimoto cha kuhongwa kwa zinaa, halafu kesho mje kuwa wa mama mtakaofanana mbele za Bwana. No, wewe utakuwa wa machozi tu. Utakuwa na majuto kwenye maisha yako, na watoto wako watageuka vitu vya ajabu mbele ya macho yako ukiona na Mungu atakuachia uishi usife ili uone hayo mateso ya zinaa. Kwa maana umechemsha zinaa, umechemsha zina kwenye sufuria. Hii ni kwa resma, hii ni kwa resma la mwisho. Habakuki anasema zinaa nyumbani, zinaa nyumbani ambayo Biblia inasema boriti na tofali vinazungumza yaani, kuna zinaa zinazofanyika nyumbani, na hii ndio ile ambayo anawaambiaga wanaume kila siku. Wale wanaume wanaozini na mahouse girl nyumbani, kitanda cha mke wako unaenda unapandisha hapo house girl, unaenda unatafuta mke wako ameenda kazini au amesafiri, unatafuta mtu unarudi, unakuja kwa naye pale kwenye kitanda kile kile rumu ile ile na, na, na wanafamilia kuna wengine mpaka wanafamilia, una shemeji yako ni mdogo wa mke wako unampeleka kwenye nyumba ile ile. Sasa ninataka nikupe andiko lako ili ujue nyumba yako inabalaa kiasi gani. Kitabu hicho cha, cha Hagai Habakuki I'm sorry, mlango wa pili mstari wa tisa mpaka wa kumi na moja na ndio andiko langu la mwisho, usikie sawasawa. Hagai, eh, Habakuki I'm sorry, Habakuki. Biblia nasema hivi ole wake yeye aipatiae nyumba yake mapato mabaya ili apate kukiweka kiota chake juu apate kujiepusha na mkono wa uovu. mstari wa kumi. O, wewe umeifanyia nyumba yako kusudi la aibu. Unaifanyia nyumba yako kusudi la aibu kwa kukatilia mbali watu wengi, nawe umetenda dhambi juu ya roho yako. Wewe unayetembea na hausigeli, kwa maana jiwe litapiga kelele katika ukuta, nayo boriti katika miti italijibu. bala hiyo nyumba, bora utafute bomu la oreshima uipige kiberiti, haifai. Utafute mchungaji akaiweke wakfu, kwa sababu tofali kwenye ukuta linasema na paa. Linasema na paa hey. Yaani hiyo nyumba ina ukaufu wa ajabu. Na wengine ni wamama mume amesafiri, umechukua anko, unawaambia watoto huyu ni anko. Kuna wanaume ambao wako busy na safari, nafanya kazi nyingi za serikali na za kimataifa. Wengine wanasafiri miezi sita, wengine wamekwenda kusoma scholarship Ulaya, watoto wako boarding school, unaleta mtu ndani. Lisikie neno la Bwana, tofali linaongea na boriti, umo ndani, umeleta aibu ya milele kwenye hiyo nyumba wengine tukilala kwenye nyumba Mungu anasema, maanake Biblia inasema malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa, nyumba za watu Mungu anatumaga malaika, lakini nyumba za zinaa ni tofali na boriti vinaongea, nasema huyu jamaa kupigwa na apigwe, kulaaniwa na alaaniwe, akiona chochote kisitokee. Kitu ni tofali na boriti vinaongea ukuta na paa vinaongea. We kama umewahi kuleta mtu kwenye nyumba, mke wako amesafiri, au mume wako amesafiri, au ni kijana, naona wazazi hawapo, na ndio nachukua mtu nakuja kufanyia zinaa nyumbani, hii ni kwa resma. Utubu, utubu, kwa sababu hiyo nyumba inakulani. Yani wala uhitaji laana ya Mungu, kila ukifungua mlango, nyumba inakulani kila ukiingia na kutoka nyumba inakulaani, kila ukilala usiku nyumba inakulaani. Kama nyumba inalaani hivi humo ndani, kutatokea watoto waje kuwa mawaziri? Waje kuwa wachungaji? Kutatokea watoto waje kuwa watu wa maana kama boriti na, na, na, na tofali vinasemezana hivi? Utakwenda Kariakoo ukafanya biashara uweze kuzalisha, kama umelala kwenye nyumba ambayo tofali na boriti vinapiga kelele utakwenda kufanya nini? Utakwenda kufanya biashara? Utakuja kuwa mhubiri? Utakuja, utakuja kufanya huduma? Utakuja kuwa mtu wa maana? Utakaa uwe na impact duniani? Utakaa uwe mtu? Je, boriti na tofali nyumbani kwako kwa vinasemezana? Je, nikupake mafuta ya alizeti ya, ya Singida? nikwambia umepakwa mafuta, nichukue mzeituni nikumiminie? Je, nikuambia ukanyage bendera, nikukatie keki ya upako, nikunyunyuzie maji, nikunyunyuzie chumvi? Wapendwa, hii ni kwaresma kubwa, hapa ni toba, lakini discipline is destiny. Nidhamu ni hatima. Lazima ujue kwenye maisha ya kwako nidhamu ni hatima. Sasa swali la mwisho. Asubuhi ya leo umetokea nyumba ipi? Umetokea nyumba ambayo boriti linaongea na ukuta, ukuta unaongea na paa na unaongea juu ya laana. Hauongei juu ya baraka, unaongea juu ya laana. Nimemaliza mimi.